Na mvua zilizoanza kunyesha usiku wa kuamkia leo zimeendelea kuleta athari. Moja ya athari ni hapa soko la Temeke Stereo ambalo mahususi kwa uuzaji wa nyanya hapa. Baadhi ya wafanyabiashara wamelalamikia eneo hili kutakuwa na paa ambalo linazuia maji, lakini pia chini kunaonekana kuwapo na tope ambalo linapelekea bei ya nyanya kushuka nyanya za watu shamba, wanafunga nyanya zao ziko safi, lakini zikiingia sokoni zinakutana na mvua, nyanya zinaharibika. Baada ya kuuza nyanya 55 tunauza 40 45 kwa sababu ni ya soko sio nzuri. Kwa hiyo kero yetu kubwa sisi, tunaomba hiki kinachokifanya wanakuwa na kifusi, sivyo? Sio cha hapa. Tunachokiomba sisi kwanza, kabla ya kutokea kifusi, tunataka bahati hapa ya kutokea bahati tu, hata asipotokea kifusi, haya mazingira yatakuwa mazuri. Mazingira yanakuwa machafu kwa sababu jengo hapa hatuna. Kwanza mazingira tunawasirika sisi wenyewe, pia tunawasirika na biashara biashara inakuwa inakuja inatoka huko ikiwa fresh, ikija hapa biashara inaroa. Mwingine ukinyanyua hivi, anakuambia mteja, anakuambia kwamba box hili bwana bovu, linavuja maji, nyanya hizi mbovu. Kumbe sio mbovu, kutokana na mazingira soko. Tunafanya biashara katika mazingira magumu, yani kuna mafuriko, kuna maji, kuna tope, yani nyanya tunauzia sehemu ambayo sio sahihi. Yani kuna uwezekano tufanyia utaratibu angalau tujengee juu huku, ili chini huku tufanye biashara, lakini tunafanya biashara kwenye mvua. Revenue Kaunda ni makamu mwenyekiti wa soko hili la Temeke Stereo amesema kuwa amejaribu kuwasiliana na mamlaka mbalimbali ili ziweze kukarabati soko hili, lakini bado anaendelea kuwasiliana nao ili kuweza kutatua changamoto hii. Juhudi zinafanyika, tumepeleka maombi yetu mbalimbali kwa mkurugenzi, kwa barua nyingi nyingi tu, sio kwa na hesabu. Na yeye inaonekana anajali hilo, lakini nafikiri, sijui kuna kitu gani kinamsumbua kitu alichokiona yeye kinafaa kwa wakati huo anafanya ukarabati, hilo tunaliona nafikiri, na kokoto anaziona, mchanga anaona, lakini bado haijamlenga muuza nyanya, nyanya. Sababu ukarabati wa mifereji. Godfrey Asukile ni meneja wa soko hili la Temeke Stereo anasema kuwa budget tayari imeweza kutengwa ili kuweza kukarabati soko hili na changamoto hizi ziweze kuondoka. E, ni kweli tunaendelea na ukarabati na ukarabati wa soko nzima kama ambavyo maeneo mengine mmeona, na hili eneo mojawapo la nyanya hili ni sehemu mojawapo ambalo lilianza kufanyiwa ukarabati kwanza, kwa kuwekewa kifusi kuhakikisha kwamba mashimo yote yaliyokuwepo yanatoamisha maji at least yanakuwa na full. lakini tutakuwa na awamu ya pili ambayo tutakuwa ni kwa ajili ya kuweka shedi kufunika, ili at least wafanyabiashara waweze kufanya biashara katika mazingira mazuri, na hatutaishia kuweka shedi tu, na kuweka sakafu kabisa. Kutokana na mvua za masika kuanza kunyesha baadhi ya athari zimeanza kuonekana kama hapa Temeke Stereo, lakini baadhi ya barabara katika maeneo mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam, maji yamejaa kutokana na kutokuwepo kwa mitaro, jambo ambalo linahitaji kufanyiwa kazi. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.